Swala so la kwanza, wa ushindi kiujumla, mchezo ulikuwa mzuri na tuanze wa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuzijaalia timu zote mbili, mechi inakuwa salama kabisa, mechi nzuri ambayo imekuwa na mvuto, mechi ambayo kiamua man of the match ni Maxim Pia Nzegeli hauwezi kuweza kuanza kudoubt. Ziko mechi nyingine hapa wanatoka man of the match ambao hawagusi mpira. Kwa hiyo ni kiwango cha kuonyesha kwamba mechi ya leo standard yake ni standard ya kimpira ambayo imefurahisha kila mtu. Tupongeze sana wachezaji wetu, wamefanya jitihada nzuri, na Mungu alikuja na coach nzuri kama walifuatilia vizuri mechi. Dakika ishirini za kwanza hatukuweza kutengeneza nafasi yote ya kufunga goli, quality yetu ndio imetusaidia pia kuamua mchezo kasabu, kwa sababu nafasi ya kwanza ilifunga, nafasi ya pili tukafunga, hiyo quality hiyo ndio sababu iliyofanya Yanga tunashinda mechi nyingi, na ndio sababu iliyofanya Yanga tunakimiwa na baadhi ya mechi pindi ambako tunapangiwa kucheza nao. Kwa hiyo tunaendelea kujivunia kwa itaji wetu, na tunaamini kwenye mechi mbili ambazo zimebakia za ligi msimu huu tutakwenda kushinda zote, alafu tuchukue ubingwa wetu inshallah. Mechi mbili zinasalia kwa mechi na Tanzania Prison ambayo itapigwa away Mbeya. Tuna mechi ya mwisho ya msimu dhidi ya Dodoma Jiji ambayo itakuwa ni mechi ya nyumbani kwa Yanga, kutobakia kwa mechi mbili kwa mujibu wa ratiba ambayo tuko nayo kwenye upande wa ligi kuu ya NBC, na zimebakia mechi mbili kimahesabu kwenye kombe la CRB kama tukishinda mechi ya nusu fainali Jumamosi Jumapili dhidi ya JKT maanake tutaongeza na huo mchezo wa pili kufika fainali. Kiujumla, Yanga tuna mechi nne huofunga msimu wa 24 25. Hali kuna mabadiliko amekuwa yakifanyika kwa wa kiposi asasa kabani serikali tu kwa mechi chake, lakini pia hii leo nafasi ya kucheza na namna kiwango chake kinaongezeka naweza ukatuambia kwa kitu ah, ambacho tunajivunia kuhusu Milud Hamdi ni kutoa nafasi kwa wachezaji tofauti tofauti, amekuwa na kikosi chake chote na anawaamini wote kufanya kazi. Kwa hiyo sio kwankani peke yake, nafikiri mnaona pia improvement kubwa ya Azizi anamwile katikaa kiwanja anavyokuwa anaingia na, na mchango ambao anautoa. Kwa kila mchezaji kwenye benchi la Milud Hamdi ananufaika na, na, na uwepo wake wa kumpa nafasi, kwa hiyo tunaamini kuelekea kwa mwisho wa msimu watakuwa wamepandisha viwango vyao, na hata panga likija kupita kuna mtu huenda akabaki kwa sababu tu ya mechi hizi za mwisho, kwa sababu ameonyesha kupanda kiwango na ikawa ni faida yake na faida wa klabu nyingine. Ratiba hali inaonyesha huenda ni mchezo ambao unatazama sana, kwa sababu eh, pale juu tunaona kuna vita ya usakataji. Ushindi huu umekuwa na umuhimu kiasi gani kwa upande wenu? Azo amezungumza swala la tatu bila maana yake, unazungumzia kishii nyingine kwa ajili ya na huu ndo msimu pekee ambao Watanzania mtajifunza kwa urahisi tofauti ya goalkeeper bora na bora goalkeeper. Sio kila mwenye miguu mirefu e, ni goalkeeper mzuri. Wengine wanaweza kuwa tu kama ule mfano mchezo wa ngongoti zamani. Mm. Yes, kwa kila mwenye miguu mirefu mkasema ni goalkeeper mzuri kwao. Jigidi ara msimu huu atakwenda kuwafunga midomo wote waliokuwa na doubt kuhusu quality yake. Hauwezi kumfahamisha diara na magolkipa walenga ufungu ama golikipa hawezi kufika daraja ambalo liko nalo ivi, ya na kwa tunaamini ushindi wa leo huu ni maalum pia kwa Diara kwa sababu tumepata clean sheet nyingine muhimu na ni sija sasa, tunatafuta pia tuzo ya golikipa bora wa msimu. Yes, Maxim pia Nzegeli uh, amestahili kuwa man of the match kwenye mchezo wa leo na ni mchezaji mtiifu kwelikweli kwenye, kwenye klabu yetu. Niwape tu si ndugu zangu waandishi wa habari, kipindi cha hivi karibuni wavimba macho fulani hivi walianza kujit, kujitumisha hii message, kupiga kupigapiga simu, na Max alinionyesha kila namba na kila message iliyokuwa ikimtafuta kwamba njoo huku <coughs> sijui utafanyaje fanyaje, lakini Max pia Zengeli akawaambia amekuja Tanzania, anayejua Yanga atacheza Yanga na kama ikibidi kuondoka Yanga ataondoka Yanga kwenda nje ya mipaka ya Tanzania kwa ajili ya kwenda kutafuta changamoto nyingine, sio hapa. Kwa hiyo kama kuna mtu aidha mnamjua au mnamhisi, kampeni hizi salamu, Maxi Mpia Nzengeli sio daraja lao. Full stop. Ali, kwenye michezo minne ambayo imesalia, kwa mujibu wako wewe, e, tushuhudie. Wewe una mujibu wako e, kwa mujibu wako tutegemee kushuhudia mabadiliko kwenye kikosi ili kuwapa wachezaji wengine nafasi. Wewe pia ni coach, ukiachana na msemaji pia, wachezaji ambao wako nje, kwa mfano tumemkosa leo Pacome Zouzoua, lakini wamemaliza uh, injury yake ilikuwa acheze, lakini bado alikuwa hajafika 100% ya fitness level yake. Kwa hiyo automatic tomatini mtu anaweza kwenda kutumika, kwani hadidi Aucho hivyo pia na Shadrack. Kwa hiyo wewe ukashuhudia mabadiliko uh, ya wachezaji kutokana na kurejea kwa wachezaji wengine na mahitaji ya huo mchezo wenyewe pale mpokwani. Ah, kiatu sasa, unajua kiatu cha ufungaji bora kinaweza kuwa changamoto kwa sababu sisi tunapambana tufunge magoli mazuri, kuna wenzetu wanapambaniwa kufunga magoli ya kutenda. Sasa inaweza kuwa ngumu kama mtu kila siku anafunga penati, anafunga penati anaweza kuwa top scorer kweli, lakini hawa kina Dube kina Mzitu, mwambia wafanye kile ambacho mascheka bora huwa wanafanya, kufunga magoli ambayo hata watoto wadogo wanaofuatilia NBC Premier League wanaweza kutamani. Kucheza nafasi ya ushambuliaji, huwezi kuwa top skora kwa mpira unawekwa pale, umesimama wapinzani, wamesimama kipa akasimama, halafu wewe ufunge, hauwezi kuwa wa top skora. Kwa hiyo inaweza kuwa ngumu kama utaratibu huo utaendelea kama unavyoendelea sasa hivi. Hali tulishuhudia moshi wa kijani na njano hiyo, eh, ina maana gani hasa? Ina maana kwamba hatuchezi dogo, wangu Juni, shukran sana. <laughs>